Katika taarifa za kusikitisha ambapo watu wanne wakiwemo wanafunzi wa shule ya sekondari msingi ya Ober waliaga dunia mapema leo kufuatia ajali katika barabara ya Sondu kuelekea Kisumu. Ajali hiyo iliyotokea mwendo wa saa kumi na moja alfajiri ilihusisha gari la abiria lililokuwa likisafirisha wanafunzi kwa likizo ya muhula wa kwanza, na kama anavyotuarifu Laura Otieno, wanafunzi wengine wawili pia walijeruhiwa kaunti ya Homabay baada ya kugongwa na gari. Majonzi katika makafani ya Nyabondo kaunti ya Kisumu. Jamaa na marafiki wakifika kutambua miili ya wanafunzi watatu waliofariki katika ajali ya barabarani Jumanne asubuhi. Kulingana na ripoti ya polisi, gari linalomilikiwa na kampuni ya Bestline liligonga lori lilokuwa limeegeshwa barabarani katika soko la Kibiwon na kusababisha vifo vya watu wanne papo hapo wakiwemo wanafunzi waliokuwa safarini. Nilipata simu asubuhi kwamba kuna accident na ni wanafunzi wa Uber. Uh, tunauliza administration why release the boys at 4 in the morning? Walikuwa, ni nini hiyo walikuwa mlikuwa mna avoid hata kama ni breakfast, surely. It was on, on Sunday I went to school. Nilikuwa nataka pick my my boy, I called the class teacher, alika, kwa headmaster, I called the headmaster, the headmaster alikata. That's very sad to me kumbe ndiyo ilikuwa mwisho wa kijana yangu Wanafunzi 19 walipelekwa katika hospitali ya St. Joseph's Nyabondo ambapo wanapokea matibabu. Most of them had head injuries but uh, some of them had soft tissues but the head injury was just mild. It's only one that we've referred to. It is the one that has hasis uh, somewhat in critical condition but stable. Vilevile vile, watu wanne wakiwemo wanafunzi wa shule ya upili ya Mbita wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Homa Bay baada ya kugongwa na gari katika barabara ya Sindo kwenda Mbita Jumatano asubuhi. Majeruhi wakiendelea kupokea matibabu, wito umetolewa kwa madereva kuwa waangalifu zaidi ili kuepuka vifo vya barabarani ambavyo vime